Hali kama hii ninapoionaga mara ya mwisho uh, wananchi walifurahi eh, wananchi walifurahi. Sasa kiwango cha furaha sitaki kukisema, lakini eh, watu walifurahi. Motivation kama hii, wanaYanga nafikiri wananijua muda mrefu. Kuna kauli nikiwaambiaga, ni kauli ambayo inazungumza na mtu anayejua mpira. Hiki ambacho nakiona hapa Avic Town, maandalizi ninayoyaona hapa, hamasa, motivation, aina ya mazoezi, namna wachezaji wanapopokea mazoezi, inatupa nguvu, inatupa nguvu, inatupa ari kwamba kuna kitu kizuri kinakwenda kutokea. Yani nikishaonaga tu hali hii, hamasa hii, motivation namna hii, namna players wanajituma kwenye kwenye pitch, kinachobakia hapo ni dua tu, shehe wangu. Watu wako tayari, vyuma vimeumana, joto limezidi kupanda morali imezidi kuwa kubwa, hamasa ipo juu kwelikweli. Tunakwenda kwenye Kariakoo dabi. Ikiitwa Kariakoo dabi, maana yake unazungumza moja katika mchezo mkubwa kabisa barani Afrika. Ziko tafiti mbalimbali zimefanyika kupitia mitandao tofauti tofauti, na imeiweka dabi yetu ya Kariakoo ndani ya dabi tano bora Bara Afrika. Ni jambo la kujivunia sisi kama Young Africans, kuwa sehemu ya hiyo dabi ya Kariakoo. Joto limezidi kuwa kubwa kwa sababu thamani ya mchezo wenyewe sasa wa siku ya Jumamosi. Thamani yake zile pointi tatu zimekuwa na shauku kubwa kwa wanachama, wapenzi. Eh, Yesu Mungu, tupe uhai, naibiaibia kidogo, ndugu yangu wewe. Naangalia afu, naibiaibia kidogo thamani ya zile point tatu zimeleta hamasa pia kwa wachezaji wetu, kuona kwamba sasa tunakwenda kupambana kwenye mchezo muhimu dhidi ya mshindani wetu kwenye mbio za ubingwa msimu huu. Kwa hiyo sio mechi ya kawaida na haitakuwa mechi ya kawaida, na sisi pia, Yanga, hatutaingia kikawaida Benjamin Mkapa. Nielewe vizuri hapo eh. Sio mechi ya kawaida na haitakuwa mechi ya kawaida, na sisi Yanga wananchi hatutaingia pia kawaida Benjamin Mkapa. Uh, leo jeshi Kouassi yatola Yao amefika hapa Avic Town kwa ajili ya kuanza mazoezi uh, maana yake sasa inatupa ratiba kamili kwamba hatuna mchezaji yoyote ambaye ni majeraha. Kama tayari Kouassi ameshaanza kurejea, maana yake hakuna mchezaji yoyote ambaye ana majeraha, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu na tunaamini kabisa Hali hii Mwenyezi Mungu atusaidia itaendelea mpaka siku ya mwisho, tutakuwa na kikosi kamili na kazi itabakia kwa mwalimu mkuu sasa kuchagua silaha zake ni ipi sahihi tukafanyie nayo kazi pale Benjamin Mkapa. Inshallah, nimeona maandalizi mazuri, maandalizi mazito. Nimeiona timu ambayo iko tayari kwa ajili ya mchezo mkubwa. Unajua, kuna vitu vingine vya training hapa huwezi kuvizungumza vyote, yeah, yeah, yeah. Lakini wananchi wanielewe kwamba timu iko tayari, timu iko tayari, wao wanatakiwa waongeze dua pasitokee majeraha yoyote. Hilo la kwanza. Lakini la pili tujitahidi sasa hii timu isiwe na upweke Benjamin Mkapa. Umeelewa? Yaani wasiwe wapweke, wafanye maandalizi yote haya, jasho livuje, alafu wajikute wapweke Benjamin Mkapa. Itakuwa jambo la kuwasonesha sana wanajeshi wetu. Kwa hiyo mashabiki wa Yanga, siamini mimi kama Ally Kamwe kwamba unahitaji sauti yangu, unahitaji sauti ya Jimmy Kindoki, unahitaji vigelegele, unahitaji ngoma kuja Benjamin Mkapa Jumamosi kuipambania ya timu yako. Mi naamini mazingira ambayo tuko nayo, uh, uhitaji wa pointi ambao tuko nao na utayari wa timu ambao tuko nao na ukubwa wa mchezo wenyewe dhidi ya wapinzani wetu unatosha kabisa kukutoa nyumbani Jumamosi mosi kuja Benjamin Mkapa saa moja na Rubika kukuta huko ndani kuja kupata burudani. Ni mchezo mkubwa ambao unatuhitaji kwenda kikubwa, kwa sababu sisi ni wakubwa. Twende kikubwa, tupambane, tuchukue pointi tatu, inshallah wa min shari hasidi idha hasada. Bila dua, bila dua, hawa watu watakuwa na upweke saizi wako watu huko, alwatani Abdul Aziz wako watu huko saizi, shekhe hawalali, wako watu huko saizi wanafukua chini kwa mikono, kwa midomo, wanahangaika wanahangaika kwelikweli. Lengo lao ni kuhakikisha wanawatia unyonge hawa vijana, wanawatia kidogo, kuwapunguza nguvu, baridi hivi, ili waende kuwa kuwapata matokeo mazuri yao. Kwa hiyo hawa wakuwalinda ni sisi, yani uongozi wote wa Yanga huko hapa, uongozi wote, mdhamini na mfadhili wetu Ghalib Said Muhammad, GSM yuko hapa. Yani leo Avic Town imependeza, ina raha. Avic Town leo ina nuru shekhe. Alhamdulillah Mungu atupe uhai. Wanayanga na waomba sana. Tuongezeni dua jamani. Usiweke dua mbaya na wewe ukaingia kwenye hasad. Hapana. Wewe sio msa. Ah ah, wewe usiombe watu dua mbaya. Mwambie Mwenyezi Mungu tu, wewe sio mwingi wa rehema. Wewe sio mwingi wa kujalia khairi. Mimi sitaki mtu apate shida. Nataka tu waruzuku hawa wachezaji wa wa wangu wawe fiti, wawe tayari ili haki ikapatikane Benjamin Mkapa. Amin.